Na chengine ni kwamba hii Facebook mi siitumi tena. Sasa hivi iko mikononi mwa watapeli. Mimi natumia hii hapa, kwa hiyo uwenda ukikutana na ni video yangu ufati bie niko nasema mimi, mimi mwenye muko doda hapa, jo Gatuzo na jo mwenye mukuafatilia kwa ile Facebook. Kwa hiyo naomba wa rafiki yangu bote benye munanifataka mu Facebook, munifate kui Facebook nikuapa hii ambayo iko hapo, ukipenda utapeliwe ukipenda uibiwe na wezi wa Burundi, uwende kuii Facebook yeniko hapo. Nimeibiwa Facebook, niko mikoroni mwa watapeli na wameshanza ameshanza kutapeli watu. Kwa hiyo ile Facebook musiwe munanitafuta muna tena kule, niko na Facebook mpya ambayo ina followers K tano basi. Naona ile ya K kumi na tisa basi tuachane nao, nimeshasamehea mimi. Ni mimi msanii natubaini nyinyi mnafuata matukio zangu na wakaribisha kwenye hii Facebook yengine, ndugu zangu hivi eh. Tukienga kwenye mitandao ya kijamii pale kwenye page ya Facebook na e, Facebook pia na Instagram na kwenye TikTok kule pale, yupi ambaye ana followers wengi kati ya yeah, wewe na Jackson? Mimi ndo nilikuwa na followers wengi mm. Lakini account ambayo nilikuwa nitumia followers wengi ime, imeibiwa. Kifupi imemiliki matapeli ndo anaitumikisha, ila account ya K ishirini mm. Labda mtazamaji unaweza ukaenda ukawa na mawasiliano na ile akaunti ya K20. Mimi situmii ile akaunti sasa hivi, mimi na akaunti ya K5.9, kwa sababu nimefungua tu siku hizi tu hapa, ndo ambayo natumia, ndo official account Facebook page Gatuzo Anyanga official, so eti office official page yangu iko na followers K5.9, andika Gatuzo Anyanga Anyanga Anyanga iko marai mara pili. Ukiandika Gatuzo Anyanga maswaga basi hii itakula kwa hiyo swaga, na sitaki uniletee swaga zako nyumbani kwetu, nimesha kwambia account yangu nitumie. Account ya Facebook nilikuwa mbele kwa makomedian wote hapa nyumbani kwetu, ya Facebook mimi nilikuwa mbele. Lakini hivi tena nimebaki mwisho. Eh, pole sana. Eh ni ni okay, ilikuwa kwaje ili account yako ya kiwe na watu wengine? Yeah, mm -hmm, sikujua. Naweza nikasema hata ushamba wa simu unachangia pia na hii matumizi ya simu kubwa tulishakuwa wakubwa hmm. Atukuzwa kuzitumia huko nyuma tukiwa wadogo, basi ilisumbua. Maana akaunti yangu nimeibonyeza mimi mwenyewe kuikabidhi mtu, yani niliona maelekezo yanakuja pale, kaniambia bonyeza ili ufuate maelekezo, nilivyobonyeza nikafikiria labda ni taratibu za wapi za Facebook. Ile mimi kubonyeza akaunti ikaa kwenye simu mbili eh. Hey, unaona yani akaunti ikaa inatumika kule, mimi nilikuwa nafanya nikiingia kwenye akaunti nikijaribu kuposti inakataa mimi nisiposti, lakini nashangaa kuna postiwa kitu changu Okay, sasa unajai kutafuta wale mahakazi ili wakusaidia kurudisha akaunti yako? Mahakazi nimewatafuta imekuja kusadikika kuwa akaunti yangu imechukuliwa na ChatGPT. Maana ule ni kifaa. Hmm. Unaona? Nimeshajaribu kusitaki ku iripoti Facebook, haiwezekani. Lakini ule mtu kabisa, kama kuna hawa watu ambao anajua kutumia masimu benye batoni kipindi, banitafute banisaidie. Naye aombe. Oh, I'm me, boy, baby, No, mi siwezi penda watu waibiwe na mtu mmoja ambaye aki zake aziwezekani. Kwa hiyo mi sikupenda, kwa sababu kwenye ile clip yako ambayo uliposti nilikutana nayo pale TikTok pale, ukasema kwamba ni mtu wa Burundi. Kwa sababu hapa hapa tunapoishi na Burundi ni karibu sana, kwa nini usitumie utaratibu wa kufuata huyo mtu mwambia anirudishie account yangu? Mimi huyo mtu sinjui hmm. Lakini namba zake za simu nazo hey, nazo kumshika huyo jamaa au kusema ashikwe ni jambo ambalo lina urahisi sana kwa sababu namba yake ya simu tunayo, ila kwa kuwa mimi nimesamea hayo mambo, ningependa tu nimuombe ile account change jina kwa sababu ya matumizi yaendelee yaendelee, asiwe anaongea na jamii kule kama, kama mimi. Maana kama, ma kuna ndugu zangu ananitafuta Facebook anaongea nao vibaya, sasa wananielewa mimi vibaya kipindi kama, kama, kama, utapeli mm. Mimi iaali utape anayeonyesha akatumia anatamia anatomia utapeli Ye yeah, sasa hivi ashaanza tumia utapeli ile akaunti, ashaanza utapeli. Si ametapeli mke wa rafiki yangu Soni mm. Hey, kumfanyia promotion ya duka alipata kipengele, atanipata wapi, nimetajika promotion ifanyike, na ndo tulipojua sasa kule, kumbe kumbe ni tapeli imepelekwa.